Naitwa Godfred Mbanyi, ni mkurugenzi mtendaji wa bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi PSPTB. Leo tuko hapa mjini Morogoro kwa siku mbili kwa ajili ya kikao cha baraza la wafanyakazi, na kwa mujibu wa sheria ya uhusiano kazini na uwazishaji wa mabaraza, mimi kama mtendaji mkuu wa taasisi ndio mwenyekiti pia wa baraza tunapitia tathmini ya bajeti ya mwaka 2024/2025 ambayo ilifungwa tarehe 30 Juni uh, mwaka huu. Kwa hiyo tunaangalia kwa, kwa mwaka uliopita wa fedha tulikuwa tumepanga kufanya nini na tuliweza kufanya kitu gani, ni wapi ambapo tulikwama, ni wapi ambapo tulifanya vizuri, ni wapi ambapo mwaka wa fedha uliisha tukiwa tuna, bado tunatekeleza na kazi hazijakamilika hii inatusaidia kama taasisi kujitathmini, kuangalia ni wapi tuboreshe, tuweke mikakati mipya katika mwaka wa fedha mpya wa 25 na kwenda 2026. Kwenye usajili wa kitaaluma kwa sasa tunao wataalamu wanaozidi zidi elfu kumi na moja kwenye upande wa mitihani tunao ila kwa mwaka jana, kwa sababu tulikuwa na sesheni mbili ya mwe, kwa mwaka uliopita wa, wa, wa fedha tulikuwa na mwezi Mei na mwezi wa kumi na moja kwa kweli, idadi ni nzuri, inaridhisha kwa sababu tulikuwa tumetarget watainiwa kama 750 730 mia, lakini tuliweza kufikia kwenye 670 680. Kwa hiyo ni asilimia nzuri sana. Natoa rai kwa wadau wetu wa ununuzi na ugavi, wazazi, lakini pia watainiwa na wataalamu waendelee ku kushirikiana na bodi wa, wa, wa, waje wajiandikishe kwa ajili ya mitihani, wajisajili kwa ajili ya utaalamu. Lakini kwa wale ambao wanadaiwa uh, ada za wanachama waendelee kulipa ada za wanachama, kwa sababu unapolipa ada ya wanachama ndipo unapokuwa mwanachama hai.